Na mpendwa wa TV yetu, leo uko na TRS, kama mnavyonijua. Pia tuko na captain wa GA United FC. Tungependa kuongea machache kuhusu magumu aliyoyapata kuelekeza wenzake ndani, na pia magumu aliyoyapata kuzuia na pia kushambulia ili wapate ushindi waliopata. Sasa tungependa kwanza kumjua kwa majina kwanza ili tusimsahau tukimuona katika TV zetu mara ya pili. Ndio, kwa majina wanaita Frank Ramos, ni kapaa ka na class station ndio kunaikana na mimi ni mchezaji wa GA United, na ni captain wa GA United na njani, defender, wa pale hivyo. Ndio ungependa kujua ugumu ambao ulikuwa nao kwenye kuelekeza wenzako watulie na pia wacheze mchezo, kwa sababu nimeongea na kocha na mchezaji wenu namba kumi na sita amesema kuwa mchezo wa leo mulifanya kutulia na kutumia akili. Je, ili kuchukua vigumu kiasi gani kuambia wachezaji wenu watulie, kwa sababu kila mtu anapenda sifa na kwenye mchezo kama huu, ni mchezo ambao ulikuwa unajulikana katika state yetu, na kila mtu alikuwa anataka kuona. Kwa hiyo ilikuchukua vigumu kiasi gani kuwaelekeza wenzako? O so, nikasema ni kama ulimchukua vigumu sana ya ajabu, kwa sababu unajua ukijiandaa kitu, kitu kinakuwa rahisi sana. Unajua kitu kio kigumu na kitu kiko rahisi sana, kwa sababu mimi game nilikuwa nimejiandaa ka nimejiandaa kitu n kawaida kwa sababu asubuhi nilikuwa na zoezi hapo hawakupiga shuti lakini kuna mashambulizi ambayo walifanya, ambayo yalikuwa kila mtu yalimwacha mdomo wazi, kwa sababu ilikuwa ni atake zao za kufunga, lakini walishindwa kufunga, na kila mtu na mashabiki wote niliwaacha mdomo wazi, na wengine ikawaacha na furaha, kwa sababu haikuwezekana. So ndio katika mpira ile mashambulizi na kuja... Yeah. Na, na, na, kwa sababu naye anakuaga sana sana, so ndio wametushambulia ila si kama kushambulia sana, kwa sababu kushambulia alikuwa anacheza Alikuwa kibana baro anakipiga juu, bana baro anakipiga mbele. Nani sio kushambulia ndio sasa kama wameshambulia ajabu ila kushambulia nile napiga hapa hapa hapa napiga hata pasi tano katikati utasema umeshambulia na, apa, apa, apa, na, te, na ume kama lifunga umefungwa ila umezidiana ume, ume, ume mpira wa kucheza, ila sasa nikasema kama wameshambulia sana kia hatari ya yeah. Umesikia maneno mengi na tetesi nyingi kwa Fizi ni watu ambao ni wabaguvu. Fizi ni timu ambayo ilianza miaka misaba iliyopita, nikizani ni miaka misaba sasa hivi au miaka misita iliyopita. Ntuseme kama hivi kwa sababu tuko kwenye mwaka wa saba na kila kijana, nikizani kuna ambao walijaribu kuingia kwenye Fizi na wakatoka. Kwa sababu kuna mchezaji wenu namba kumi na tatu leo, aliyefunga mchezo na aliyewachukulia ushindi nasikia ati ametokea kwenye miguu ya Fizi. Kwa tetesi ambazo nimesikia, kuwa Fizi wana ubaguzi na pia uongozi na uh, uongozi sawa na wako wana kaubaguzi sana. Hiyo ushawahi kuisikia au ushawahi kuiona kutoka kwa wachezaji au viongozi sawa na wako? So ndio mimi vile palipale ningali pale kwa sababu hata baadhi ya wachezaji wengi wametoka kuFizi, na mimi baadhi ya mmoja nimecheza pale kuFizi na nilikuwa defender pale kuFizi, nilikuwa nacheza namba 4 au nacheza namba 5 pale kuFizi. So kilichotumana mimi kutoka pale ni timu ya kwanza inakuwa yeah, na ubaguzi. Na unakutanisha mimi ni mtu mwenye sijui kidombe, utanisha kwenye timu yako, naongea naongea kidombe sana. Sasa mimi nitabakia mle mtu niko nafanyaje, na sijui wako naongea sisikii ni kama vile pale lakini kuna kupoteza timu yangu wa bure kwa nasikia. Na hiyo Ruben ndio alikuwa pale kufizi, ila zarau zenye wamemuonesha bullet azikumuonesha sura nzuri. Na wanasemaga mtu kama upendi kitu lazima kile kitu kiache kwa nasikia, lazima kile kitu kiache, kwa sababu au kipendi utabaki na ngangania kitu chenye faida au upendi lazima ukiache. So vile vile kwa bara mimi, kwa pale kuna game moja tulichezaga hapo, tulicheza mana balikuwa na walikuwa ni wa Alabama Yeah, bro tulitumika zoezi, tukatumika zoezi, tukajiangalia zoezi kabisa. Uko kitu cha kutushangaza a sana, wengine sehemu w wakaanzisha game sehemu. Kaisha kile kikaonesha sura mbaya, kwa sababu mtu mwenye ameanza wewe na wewe hawezi kumtia inje na mchezaji wako. So, kitu kiko pale kwa Fizi, wachezaji wanakuwa na ubaguzi, hata kocha wenyewe wanakuwa na ubaguzi. Sasa inavyoonekana, kwa sababu mumeandaa mchezo mmeandaa mchezo na mmefanya mazoezi pamoja na kocha na viongozi wote, lakini ikaja ikafika kwenye mchezo wakaleta wachezaji wengine. Sasa hapo uliona, ni makosa ya makocha kutokuamini nyinyi au ni ubaguzi, walitaka nyinyi mcheze? So cha kwanza ni kosa ya kocha kiaca, nakuambia ni kosa ya kocha, kwa sababu kocha anaitawa wachezaji wake kuzoezi anajua ile msa na wetu kuzoezi, anawaaminia kwa yeah. metumika, kama ni wachezaji wake so wale wachezaji wengine wanaenda chukua nje, ajua ametua ajua ametumika zoezi kiaje, au ajua anatokea wapi, kusema wakuje tu wacheze game au kutumika na mazoezi ya kiasi gani, ajua wako na zoezi kama wana zoezi, ajue yani kuita tu unasikia, na wale wenye ametumika nao zoezi kama sisi, yani kama vile atuamini, unasikia, kama vile atuamini, yani kivu. Asante sana, mm. Unajua, kwanza niwapongeze ni niwapongeze kwanza kwa ushindi wa leo. Nawapongeza sana kwa sababu ni timu ambayo imeanza mwaka jana, lakini imeishinda timu ambayo ina mazoezi ya miaka sita saba na ambayo ina uzoefu na kiwanja pia ina uzoefu na mpira nawapa pongezi sana. Unajua unawa katika mpira alisemaga mdomo mdomo, naongea ila aujui kufanya nini mdomo na kula inaongea ila kitu kinacheza muli muwanja ni akili na mungu wako. Mdomo haichezi haichezi tena, okunasikia, kwa sababu ukitumia mdomo sana hautafanya chochote, okunasikia, ndio maana hata kama unaweza kumpiga mtu mdomo mpiga mdomo, na jua unajiamini kuzoezi zako zote zimetumika. Tumalizie na question ya mwisho, swali la mwisho kwa captain wa GA ni, ni mchezaji gani wa Fizi yeah. alikuwa yeah. na kufanya uchanganikiwe sana katika mchezo. So <laughs> alikusumbua y yani. So unajua mtu akusumbua mtu akusumbua pale, kuna mchezaji yeyote amsumbua kuanzia kuna namba tisa saba kumi na bwana namba kumi kwa yeah. sababu hao ndio wanakuwa kama vile mahatakaa wenyewako mbele uko nasikia. Yeah. Ndio uko na watakao wenye wako mbio, ila ile mbio yao ya moja huwa nayo ana mbio. namba 11 namba 7 wapo. namba 9 wapo. wow. yeah. yeah. wote wako mbio mm. unasikia, ila ile mbio yao juu kitumshia na akili. unasikia. so mimi nasema kama niko mbio sana au niko mbio ya ya ajabu, ila nina akili ya kucheza defend. ndio nimekuambia kama kuna shoot hiyo ni target. wamepiga mpoto hata moja na warudisha hela hapo la nia kila interview niko naongea na video ziko kama kuna okay. Nadhani, nadhani tulikuwa na captain na ulikuwa na TRS, nadhani tumemaliza.